Sema e Bwana Yesu, kila roho ya kafara iliyotumwa kwenye maisha yangu mwanzo wa mwaka huu, naikataa, naitoa, isinase maisha yangu, isinase watoto wangu, isinase familia yangu, isinase kazi yangu, roho ya kafara maagano yote toweka, toweka, toweka, toweka, toweka! Inua mikono yako juu kabisa. Yoyote ambaye amefika hapa, ninaomba uombe sana, sana, sana, sana, sana. Ni kitu cha ajabu sana, hichi ni kitu ambacho sio cha kawaida. Kwa damu ya Yesu, aliye haya, haya, towesha, toka, toka toka sasa, toka sasa. Haya ni mambo mazito sana. Moto tembea hapa, moto tembea hapa. Kila gano liachie, kila gano litoke. Kwa mara ya kwanza, moto natembea, moto natembea, watoa maagano. Haa, moto, moto, moto wa Yesu.

Toa linaachia watoto, linaachia familia, pangua makafara yote, toa kabisa. Moto na tembeaka wote walioandaliwa kafara, wanaachia maisha yako, wanaachia kwenye nyumba yako. Yanapigwa, yanapigwa, yana yanapigwa, yana yanapigwa, yana yana makafara yanang'oka, yanang'oka, yanang'oka, yana

ila roho ya kafaraka inaachia, inaachia. Nasema omba kabisa leo, pangua kabisa, niachie maisha yako, waachie nyumba yako, yaka achia sasa, achia sasa, achia wachawi. Piga wachawi wote waliozika maisha yako, waliozika nyumba yako, ujaelewaka. Nataka upige, piga, piga, tawanyisha, tawanyisha Tawanisha sasa, Tawanisha sasa, kwa moto wa Yesu, toka toka toka, achia achia nyota achia nyota achia nyota achia nyota achia nyota achia, sema roya kafara, achia nyota, achia nyota yanko achia nyota yanko achia achia achia achia, endelea kutamka Ah, achia achia achia kafara. Achia hujaelewa, kemea kemea, wewe kemea sasa, kemea sasa, toka toka, hayo majoka hayo majoka hayo ka yanaenda, majoka yanateketea, yanaharibika, toka toka toka toka, toka, toka majoka Majoka yanaharibika yanateketea yana teketea yana ondoka yana ng'oka yana kimbia yana waka moto yana piga kelele, teketea teketea teketea teketea. Inua mikono yako sema achia, achia achia pesa yanko, achia achia achia achia achia achia, achia, achia, achia, achia, achia.

kemea kemea kemea kemea ndio <quinikiden> toa toa toa toa moto moto moto moto toa toa toa toa toa kabisa, wanaoroga watoto wako toa kazi yako toa toa toa kabisa toa toa watoe watoe watoe watoe watoe watoe to watoe to to watoe watoe toa toa kabisa kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu! Kwa moto wa Yesu, moto unatembea, hayo makafara yanatoka, yanaenda, yanapigwa, yanateketea, yanachia nyumba yako, kwa moto wa Yesu! Uchawe walio upanda nyumbani kwako, kwa moto wa Yesu. Achia, achiae. Amen. Inua mikono yako sema: e Bwana Yesu, yoyote anayefanya kafara kwa ajili ya maisha yangu, jinsi nilivyokamatwa na kwangu, wakamatwe waachie maisha ya familia, waachie maisha ya familia, waachilie maisha yangu kwa moto wa Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka za Yesu. Yesu nisaidie. Inua mikono yako, sema, huu mwaka kila mwachawi na kazi zao na nguvu zao hawatafanikiwa kwenye maisha yangu. Sema, na kamata njia zao zote, na ziaribu kwa damu ya Yesu. Yoyote yule anayecheza na nyota yangu, anaiachia, anaachia nyota ya kazi anaiachia nyota ya biashara, anaiachia nyota ya maendeleo, anaiachia nyota ya mafanikio, anaiachia kwa damu ana ana ya Yesu. andiaa Yesu, nisaidie. Sema huu mwaka na familia yangu, ninaomba e Bwana Yesu unisaidie, maagano mabaya yoyote ya uchawi na ushirikina hayana nafasi kwenye maisha yangu huu mwaka asante. Yesu kwa matendo ya ajabu unayoyafanya kila itapo leo kwenye maisha yangu. Yesu nisaidie, sema e bwana Yesu, sema tena e bwana Yesu, maisha yangu ya huu mwaka yanaenda kuwa ya baraka. Na kataa kizuizi, na kataa mipango ya maadui, na kataa njia za maadui Yesu nisaidie, sema e Bwana Yesu, ni wewe peke yako juu ya maisha yangu. Nakataa na haribu na ng'oa kila pando la ibilisi kwenye maisha yangu, Yesu nisaidie.